Uh, tarehe 29 mwezi wa sita mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa mbili na dakika thelathini na nne asubuhi tulipata itilafu ya umeme ambayo iliathiri wateja wetu wote tunaowahudumia kutoka kwenye gridi ya Taifa. Uh, na kuanzia saa nne na dakika kumi na sita polepole pole, umeme ulianza kurejea kwa baadhi ya maeneo, lakini kufikia saa sita na nusu maeneo yote ambayo tunayahudumia umeme umerejea. Kwa hiyo tunaomba sana radhi wateja wetu kwa kilichotokea. Hatujisikii e, vizuri. Tunafahamu huduma ya umeme ni muwezeshi kwenye biashara, kwenye huduma, mahospitalini, mashuleni vyombo vya usafiri. Sasa hivi kuna wenzetu wa SGR treni wanatutegemea kwa kiasi kikubwa sana. Kwao tunawaomba radhi sana wateja wetu wote kwa kilichotokea, kilikuwa nje ya uwezo wetu. E, kama unavyofahamu umeme unazalishwa, unasafirishwa na unasambazwa kupitia vifaa. Vifaa vinaweza kwa wakati wote ule vika vikapata itilafu ambazo wakati fulani zinakuwa nje ya uwezo wetu, lakini muhimu wataalamu wamejitahidi kadri walivyoweza na huduma imerejea. Kila jambo linapotokea linasababisha pia funzo. Kwa hiyo kupitia jambo hili bado tunafanya tathmini ya kujielekeza vizuri, ili changamoto kama hizi zinapotoka tuweze kuwa na namna mbadala, kama zipo za kuweza ku react mapema, ili kupunguza muda wa umeme kukosekana kwa wateja wetu.